Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, was salatu was salamu ala khairi khalqihi nabiyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Ndugu viongozi wa msikiti, viongozi mbalimbali mliopo, waumini wenzangu, nyote kwa pamoja, assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na mwanzo naomba ni kuungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu Alhamdulillah kwa kutujalia fadhila hii tukaweza kushiriki na kutimiza sala hii ya Ijumaa katika ardhi tukufu ya msikiti huu. Tumshukuru kwa sababu wapo wenzetu wengine ambao walitaka hili walipate. Lakini kwa dharura mbalimbali zilizoko nje ya uwezo wao wameshindwa hili kulipata. Lakini wapo wenzetu wengine ambao hawana dharura yoyote, lakini tu mioyo haikukunjuka, wakaona umuhimu wa kulitimiza hili. Kwa hivyo hao ni wenye hasara kubwa zaidi. Sisi ambao Mwenyezi Mungu alhamdulillah, katunyosha tukanyooka, nafsi zetu zikanyooka zikakumbuka wajibu huu wajibu wetu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Ndugu waumini wenzangu, leo ni siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa tumewekewa, tumefaradhishiwa kuwaidhiwa, kupewa mawaidha, kama ni sehemu ya sala hii tukufu ya Ijumaa na alhamdulillah khatibu kalitimiza hilo, akatupa darsa zuri juu ya uzawa wa tume katika e, watukufu katika dini yetu e, pamoja na uzawa wake wote kuanzia mama naye mwenyewe vile vile Nabii Isa alayhi ssalam. Hili ni muhimu kulikumbuka kwa sababu ndio tunayosema, ndiyo faida moja ya Uislamu kwamba Mwenyezi Mungu katujaalia neema, neema kwanza ya kitabu bora ambacho kimeeleza kila kitu kilichokuja kabla na kikapotoshwa. Qurani tukufu imekuja kukinyosha, kukinyoosha e, na yaliyokuwa yatakuja baadaye hajazungumzwa kwenye Qurani pia tumeelezwa tumekumbushwa takriban kila kitu, tumesomeshwa kila kitu katika Qurani tukufu, na tukapata na mwalimu aliyekuwa bora kabisa, mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiyachanganya haya na wasaidizi wa hata yeye alipoondoka ambao wanaendelea kuifanya kazi hii ya kutusomesha kwa ujumla wake, utasema kwamba Mwenyezi Mungu wa kuwa Waislamu, basi Mwenyezi Mungu katupa neema kubwa sana. Na kwa sababu katika nchi yetu wengi wetu au kwa sehemu kubwa ni Waislamu, basi pia nchi yetu imepewa neema kubwa sana kuwa na watu wake wengi ni Waislamu. Lililobakia nadhani ni sisi wenyewe kujiuliza, nchi yenyewe na tunawamiliana nao, wanafaidika na huo au hiyo? Sisi kwa Waislamu hake ilitegemewa kwamba ukiwa Muislamu, ukiwa Muislamu mu basi katika ngazi yoyote au katika jambo lolote lile unalolifanya, basi ionekane na mtu ashukuru kwamba hili kalifanya Muislamu. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara, anategemewa mnunuzi afaidike kwamba muuzaji ni mu, Muislamu, kwa sababu hatopunjwa, kwa sababu hatodhulumiwa, kwa sababu atatimiziwa hatuuziwa kitu kilichoghushiwa. Huo ndio Uislamu. Ikiwa wewe ni mwalimu basi, nategemewa kwamba mwanafunzi afaidike zaidi, kwa sababu anayemsomesha ni Muislamu, atafata miiko na anayotakiwa katika Uislamu. Ikiwa wewe ni daktari, nategemewa mgonjwa afaidike kwa sababu atapata huduma kutoka kwa mtu ambaye ana mila ana itikadi ana akhlaki za Kiislamu. Inategemewa hivyo hivyo katika jambo lolote tunalolifanya, eh? Kama ukiwa kiongozi, ikiwa kiongozi ni sheha, basi itegemewa kwamba wote wafaidike waone raha waone faida ya kuwa na sheha ambaye ni Muislamu, kwa sababu atatimiza wajibu wake, atatimiza na atawatimizia wale ambao anapaswa awahudumie. Na ukiwa kiongozi katika ngazi nyingine yoyote ile unaokuwa